nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Baraza la Mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie <coughs>